Habari, tutaanza na simulizi ndogo kuhusu kompyuta, kisha kila Jumatano na Ijumaa tutakuwa na darasa la kompyuta kuanzia katika Microsoft Word mpaka interneti ndml simulizi yetu inaanza kama ifuatavyo. Pia ni kukumbushe usiache kutufuatilia kwa kubonyeza neno subscribe. Simulizi: safari ya Amina na kompyuta, kipindi cha mwanzo Amina anaishi Dar es Salaam, na kuna kisasisho kidogo cha teknolojia katika shule yao. Mwanafunzi mwema anapoona kompyuta kwa mara ya kwanza, anaona kifaa kilichojaa siri. Tarakilishi hii, mwalimu alisema, ni mashine ya kielektroniki inayoweza kupokea, kuchakata, kuhifadhi na kutoa taarifa haraka. Amina akabana macho akifikiria, hii ni kama akili ndogo ndani ya kifunguo. Kukaribia tarakilishi Mkurugenzi wa kompyuta alionyesha sehemu chache. Spiu e kichakato kikuu ni kama e ubongo wa kompyuta, shughulisha maelekezo. RAM e, kumbukumbu ya muda inasaidia kazi wakati kompyuta ikirushana mawazo. Diski kuu i e, mahali pa kuhifadhi picha, nyaraka na muziki yako milele. Kipengele cha kujifunza kwa vitendo. Alipokuwa akijiandaa kuandika, alijifunza kuweka maelezo kwenye Word: maneno, picha na muundo. Kisha akaingia kwenye Excel na kujifunza hesabu rahisi, sum a moja a tano. Hapo alielewa jinsi kompyuta inavyorahisisha shughuli za hesabu. Kujifunza kupitia mtandao: baada ya hapo alikuwa ametazama somo la mtandao Mwalimu alikuwa alisema, kompyuta ikipo kwenye mtandao hutumia anwani za IP na NS kuunganishana na kompyuta nyingine, barua pepe na wavuti. Amina alitumia kivinjari kutafuta habari, kutuma ujumbe kwa rafiki na hata kupakua programu. Vifaa vya kuingiza: kibodi, panya, na kutoa matokeo: monitor, printer, Amina aligundua kuwa kibodi ni kama kalamu, panya kama mkono unaotembea na monita ni uso unaoonyesha yote inayoendelea kwenye tarakilishi. Faida, changamoto na maadili. Amina aliona kwamba kompyuta ina faida nyingi. Inafanya kazi kwa haraka, kuhifadhi kumbukumbu nyingi na kuwezesha mawasiliano duniani kote. Lakini pia inaweza kuwa na changamoto kama ulinzi duni, virusi, kuibiwa taarifa na gharama za matengenezo. Safari ya Amina inaishia kwa uamuzi mpya: nataka kuwa mtaalamu wa tarakilishi. Alijiandaa kujifunza zaidi kuhusu kuunda programu, kuhifadhi data na kuunganisha kompyuta kwenye mtandao. Asante kwa kunisikiliza, na pia somo lijalo litakuwa kwa lugha ya picha na sio simulizi. Kwa heli na uwe na wakati mzuri.